Namwacha na na upesi yeye aliyewaita kwa neema ya Kristo, na kwenenda katika injili nyingine. Na shanga kama kuna injili nyingine, lakini wako watu wana wavuruga na kutaka kuipotosha injili ya Kristo. Paulo alihubiri injili kwa mataifa, lakini Yesu pekee alisisitiza kwamba ni neema pekee kupitia msalaba na ufufuko wa Kristo ndio njia ya wokovu, lakini wafuasi wa Kiyahudi walijitokeza na kwanza kuweka masharti kwenye injili. Ni vizuri kumwamini Yesu, lakini lazima pia utahiriwe, lazima pia ushike sheria kwa wokovu kamili. Ni kama ulivyomwambia rafiki yako, sisi ni marafiki tu. Ni kama rafiki anaposema ghafla, hei, lakini ikiwa unataka kuwa rafiki yangu, lazima uninunulie vitafunio kila siku. Inaweza kuonekana kuwa ya ujinga, sawa? Paulo anadai kwamba madai yao ni injili nyingine, kwa sababu injili ya Kristo ni kamilifu na ya kutosha. Ni ukweli ambao hakuna kinachoweza kuongeza au kupunguza. Ikiwa ili tubidi kuongeza kitu kwenye injili, tayari inadhufisha neema ya Kristo. Kuna neno hapa ambalo tunapaswa kulizingatia, ni neno kusumbua. Neno la asili la Kiyunani ni taraso-taraso. Maana ya asili ni kukoroga, kuchanganya, kutikisa. Unaweza kufikiria ya maji yakiwa yametulia na mtu anarusha jiwe na kufanya fujo ya yote. Katika sura ya satu Inatumika kumaanisha kwamba Wayahudi walikuwa wakitetemesha na kuchanganya imani ya Wagalatia. Walichanganya mawazo ya watakatifu na mafundisho ya uongo na kuvuruga usafi wa injili. Ni lazima kila wakati tukae macho na neno na maombi. Paulo alisema kwamba injili aliyohubiri haikutoka kwa mwanadamu. Inasisitiza kwamba ilipokelewa kupitia ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Yesu Kristo Gal. Santa de las, doula, hii inathibitisha mamlaka ya injili na kuonyesha jinsi injili aliyohubiri ni ya kweli. Hii muhimu, unasema, ni sehemu muhimu inayoonyesha ikiwa ni thabiti. Ni kama unasema nimeona mwenyewe kuhusu ukweli fulani, ninaweza kusema hili kwa kujiamini kwa sababu nimejionia mwenyewe.